Hivi hapa, ripoti ndio ilikuwa zimewasilishwa bungeni. Wanahabari, napenda kutaarifu umma kuwa leo tarehe 16 Aprili 2025 serikali imewasilisha rasmi ripoti za ukaguzi bungeni ndani ya muda uliowekwa na, na katiba, kama ambavyo imekuwa ikifanya mara zote. Ripoti si zishafika bungeni, utaratibu wa kibunge hutumika katika kuzijadili kwa, kwa mujibu wa kifungu cha 39 cha sheria ya ukaguzi wa umma sura 418, baada ya ripoti hizo kuwasilishwa bungeni basi inakuwa wazi kwa wananchi ripoti zinazowasilishwa bungeni. Unafanyika mchakato wa kibunge wa kuzijadili, ambazo zitawasilishwa sasa kwenye kamati zetu za uwajibikaji watazijadili. Lakini kazi yangu mimi ni kuziweka hizo ripoti wazi, kwa sababu sheria inanitaka hizo ripoti niziweke wazi, nizipublish kwenye eh, tovuti zetu na pia ziwepo ripoti, kama mwananchi atataka kuzisoma, basi aweze kuzisoma. Hivyo basi, nipo hapa kuwafahamisha kwamba baada tu ya kuwasilishwa bungeni ripoti hizi tayari zipo kwenye mtandao wetu wa www.nao.go.tz na kwa sasa, kila mwananchi au mdau muhimu, mtu yoyote atapata nafasi ya kuzipakua na kuzisoma muda wowote wa na kuanza majadiliano, wananchi wanazisoma hizo taarifa zetu na kuona namna gani, endelee kusema bila kubabaisha kwamba una timu nzuri na kweli wanaisaidia kamati ya PAC na pia wanasaidia taifa letu kuhakikisha kwamba usimamizi wa mali za serikali unasimamiwa vizuri na kuleta tija kwa Watanzania, kazi ambayo umekuwa mkifanya. Mimi kama uh, mwakilishi wa mwenyekiti wa PAC, niwaombe mwendelee hivyo hivyo na mwendelee kuisaidia nchi kuhakikisha kwamba rasilimali zetu zinasimamiwa vizuri, lakini pia zinaleta matokeo chanya na tija kubwa. Na ngumu mnayoifanya kusimamia matumizi ya fedha za serikali, matumizi ya fedha za walipa kodi, nafahamu ni kazi kubwa na ngumu, lakini mwisho wa siku mnahakikisha mnamsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia rasilimali za taifa na kufanya kazi kwa bidii kuonyesha maana ya matumizi na mapato halisi ni yapi na namna ambavyo kazi zinafanyika katika sekta